Moja kati ya traders ambao wametrade kwenye moments nyingi na mimi ni miongoni mwao. Moments nyingi nikimaanisha moments gani? Moments nyingi, uh, moments ambazo sina hela kabisa nilitrade. Moments ambazo nina pesa nilitrade. Moments ambazo nina stress, nipo kwenye msongo wa mawazo, maisha magumu, mambo yaendi nilitrade. Moments ambazo a uh, sina pressure na kitu chochote ni pia nili, nili trade lakini, kuna moment moja ni bora sana ambayo natamani uh, kila trader imkute, na sasa traders ambao wana, wana, wanaanza trading au ambao bado wapo wana, wana struggle kwenye, kwenye trading. Momenti hiyo ni ile momenti ambayo mtu una trade lakini una backup ya pesa nyingine mfukoni, sio kwenye account, yani ipo tu mfukoni au ipo benki unaona, na vitu kama hivyo, yani una uwezo wa ku access anytime guys, ku trade ukiwa na pesa pesa ni rahisi. Yani, trading ukiwa na pesa, ukiwa unafanya trading huku na hela, ni rahisi mno kuliko ukiwa unafanya trading ukiwa hauna hela mfukoni, yani hela ambayo ipo kwenye account ndio unaitegemea hiyo tu ni vitu viwili tofauti, yaani mtu ambaye ana trade ana hela na wewe ambaye una trade huna hela kokote, ni watu wawili tofauti. Na inawezekana yule mwenye pesa hata kama knowledge au skills zake alizokuwa nazo ni za kawaida, ni rahisi sana yule jamaa kuona matokeo na kufanikiwa kuliko wewe mwenzangu, mwenye skills kubwa au nyingi sana, lakini hauna hauna hela. Tunasema siku zote pesa pesa tuseme ndo ni kama mungu wa pili duniani kwa sababu ukiwa na pesa automatically utakuwa na confidence. Ukiwa na pesa utakuwa na, na, na furaha, japokuwa sometimes pesa ileti furaha, ila unaweza ukasolve matatizo mengi sana ambayo atakuondolea furaha yako kupitia kupitia pesa. Kwa hiyo hata kwenye trading, ukiwa na hela unakuwa na confidence kiasi. Yes, kwamba unakuwa na machaguzi machaguzi, naweza nikasema, uh, kwa Kiingereza tunaita Uh, uh, nini, uh, uh, yani una uwezo wa kuchagua kwamba hiki na kitaka hiki, hiki sikitake, yani unakuwa na, na, na selection yani, wewe ndio unaamua eh, yani, unakuwa na selection nyingi. Unaona kwamba hiki na kitaka hiki sikitake. Na kwenye trading hivyo hivyo, kwamba sawa, price itatoka labda kutoka sehemu fulani kwenda sehemu fulani, lakini mimi siingii kwa sababu hata nikimisi hii trade au hii opportunity siwezi kulala njaa, siwezi kushindwa kulipa kulipa bills zangu, kwa sababu nina backup nyingine. Kwa hiyo siwezi nikaingia kwenye trade ambayo sawa itatoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, lakini ikawa ni very risky, high risk, tofauti na au labda criteria za wewe kuingia kwenye hiyo trade hazijatimia. Kwa hiyo hata ile patience inaongezeka confidence inaongezeka, inakupunguzia emotions za rush, rush. Unaona fomo na vitu kama hivyo, unapunguza vitu vingi sana. Kwa hiyo pointi yangu ni ipi? Pointi yangu ni kwamba sawa, tunaingia kutredi ili kupata pesa, lakini hakikisha unapokuwa unaingia kwenye hii biashara, kutredi ili kupata pesa, ndo isiwe ndo kwamba yani ndo your only hope ya wewe, yani ni lazima upate pesa hapa. Ni sawa tu na watu ambao wanaenda kucheza kamari au kufanya gambling au kubeti, kwamba mtu anaweka matumaini yake yote kwenye, kwenye kamari hiyo. Haitakiwi yani hiyo, hata kufanikiwa pia inakuwa inakuwa ni ngumu. Kwa hiyo make sure tunakuwa na other uh, financial sources ambazo zinatuingizia sisi pesa, ndipo zile pesa ambazo tunapata kwenye other financial sources tuje tuzi invest huko kwenye, kwenye trading.